Leo tuko Kiwengwa ambayo tumetembelea makundi mbalimbali ya vijana, wazee, lakini kwa sasa tuko hapa Kumba Urembo, tumekuja kukutana na kinamama wa vikundi mbalimbali wakiwemo mamalishe, vikundi ambavyo wanaweka na kukopa, wakinamama nimekuja kukutana nao kwa ajili ya mazungumzo na kuwahamasisha katika swala so zima la upigaji wa kura ifikapo tarehe 29, kwa kwenda kuwachagua viongozi wetu wakiwemo mama yetu mpenzi, mama Samia Dkt Mwinyi, lakini bila kuwasahau mbunge mwakilishi na madiwani wao. Kwa hiyo ziara hii nimeona mengi, nimejifunza mengi, lakini wao wameniahidi ifikapo tarehe 29, jambo la kwanza ni kwenda kukichagua Chama cha Mapinduzi pamoja na viongozi wote wanaotokana na chama chetu cha Mapinduzi. Kwa upande wa vijana wa bodaboda na makundi maalumu, wametuhakikishia amani itaanza na wao, na siku ya kupiga kura watakwenda siku ya tarehe 29, na sio siku ya tarehe 28 kama inavyopangwa, kama inavyojulikana. Lakini wao pia wameahidi kwamba watajitokeza kwa wingi na watahamasishana baina yao na hata wale walokuwa hawapo wakati nawatembelea, kwamba ifikapo tarehe tisa wakapige uchaguzi wa huru na haki na salama, na warejee majumbani salama. Na kuhusiana na uchaguzi wetu tunaoelekea baada ya siku chache, vijana kwa upande wao wameahidi watampa ushindi wa kishindo Dkt. Mwinyi, daktari wa maendeleo, lakini pia watampa jemedari wetu amiri jeshi mkuu Mama Samia Suluhu Hasani, watampa kura nyingi za kishindo, na hatimaye kuibuka kidedea na kurudi tena Ikulu kwa mitano tena. Kwa hivyo, na salamu kutoka kwa vijana kwenda kwa viongozi wamesema watulie, wasiwe na wasiwasi, wao wako, wako pamoja na viongozi, watawaunga mkono na watawachagua, na wasiwe na wasiwasi, hilo ni wajibu wao.